Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa baad, juzi katika darasa yetu ya as-salatu al-maqbula tuli eleza unajisi zile nya najisi tuliozieleza, tumefika najisi ya kisa ambayo ni lahmul-khanzir, nyama ya nguruwe. Leo tuko katika najisi ya kumi ambayo ni al-maita, maiti maiti tunayependelea hapa ni yule mnyama ambao kwamba asili yake analiwa, lakini kwa kukufa yule mnyama akiwa hajachinjwa kwa kichinjio ya sharia Allah Subhanahu wa Ta'ala jinsi inavyohitajia, huyo ikawa ni mait, nyama yake sharia inatuambia ni najas, pamoja na uharamu wake kufaa kukuliwa, kufai kukula kwa kuwa imekufa pasina kuchinjwa, ama imechinjwa kwa namna ambayo kwamba sharia Allah Subhanahu wa Ta'ala ikubali, kama pengine imenyongwa ndio ikakufa na kivinginevyo. Kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema: idha dhubighal ihabu faqad tahura, pindi itakapodabighiwa ngozi, ile ngozi itakuwa ni yenye kutahirika. Yani, ngozi ya mnyama ambao kwamba asili yake alikuwa analiwa lakini akafa bila kuchinjwa, ile ngozi yake, sharia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema unao uwezo wa kuitumia, kwa kutumia kwake ni kutahirisha, kutahirisha kwake ni kuidhabiri, yani kuiondoa ile fadhalat, kuweza kuikausha kama kupaka chumvi vile, ama wengine wakao ni wenye kukaruza karuza, kwa jinsi ambayo kwamba zamani ilikuwa wanatumia watu kwa kujinufaisha nayo kabla hizi matres hazikupatikana. Waistathna min dhalik, lakini katika maiti pia nayo ziko zingine ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizitoa akasema, sio maiti yote ni najis, sio maiti yoyote hufai kukula. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kwa kuwa ziko maiti ambazo kwamba zikawa ni yenye kutolewa kama mfano maitatu samaki maiti ya samaki waljaradi na nzige wa maitat aladami na maiti ya mwanadamu. Mwanadamu hafaikuliwa, lakini pia maiti yake pia nayo sio najesiati. Ukigusa maiti ya mwanadamu itabidi uweze ukajiosha pale ambapo kwamba mkono uliodara nayo, inaha tahira, sababu hizi maiti yote ni tahara. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa kuwa

yoyote ambao kwamba aliyetukuzwa hawezi ikawa ni najas. Kwa dalili hiyo, mwanadamu hatoingia katika hii unajisi, yaani maiti yoyote ambao kwamba aliyekufa pasina kuchinjwa nyama yake kukuliwa hufai, na hata ukidara pia, nayo penye umedara nayo, ama penye hiyo nyama imekugusa, unaistahiki kuweza kuiosha kwa sababu ni najisi imekugusa. Ima ingine ambayo kwamba yametolewa katika unajisi hiyo, maitatun ma la dama lahu sail, ni kila chochote ambacho kwamba imekufa lakini haina damu yenye kuchuruzika, yani hivyo bombwe ambayo kwamba ikikatwa haina damu yenye kutoka kwa wingi. Kadhubab, kama inzi, inzi maiti yake sio najis. Wanahali, na nyuki, maiti yake si najis. Walqummal, na chawa, maiti yake sio najis. Walbak, na e, kunguni maiti yake siyo najis. Na zinginezo ambazo kwamba tunazozijua ambazo ni wanyama wadogo wadogo ambazo hazina damu yenye kutoka kwa wingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha waqa'a ad-dhubabu fi ina'i ahadikum, pindi e, inzi itakapoingia katika chombo cha mmoja wenu, falyaghamishu, aizamishe yule mmoja ambayo kwamba chombo yake ama vinywaji vyake imeingiwa na inzi, anafaa kuizamishe ile inzi, kullahu yote, au liyatrahahu au, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, una uwezo wa nasema, kuitoa na kutupa, lakini ujue, fa inna fi ahadi janahehi, moja kati ya hizo mbawa zake, hiyo ya inzi, daun, kuna ugonjwa, wal akhar, na ile ya pili, shifa, kuna shifa, yani kuna pozo ya ile ugonjwa ambao kwamba imeambukizwa na mbawa ya pande hiyo. Ima ingine ambayo kwamba imetolewa katika hizo unajisi adhumul maita, mfupa ya maiti, wakarnuha na pembe yake, wadhufruha na kucha yake, washaaruha na nywele zake, warishuha na e, mabele ama nywele hizi za e, ndege ndege hizo ndo ambayo kwamba zinaitwa rish Hizi yote ni ile ambak ambayo imetolewa katika unajisi wake, kwa sababu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallama mfupa kama hii ilikuwa inatumika. Masahaba walikuwa wakiitumia mfupa ikawa ndiyo kichana walikuwa wakichana na nywele zao, sababu hizo pia nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo kwamba iko katika Sahihi Al Bukhari, juzui ya kwanza, hadithi namba 342, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliieleza utahara ya hizi vitu. Hatuna nafasi ya kuweza kuiweka hiyo hadithi, pia nayo hapa ya 11 mautia min hayawani wahiah kiungo ambao kwamba imekatwa katika haiwani yule, haiwani akawa mnyama ambao kwamba ako hai, imekatwa kiungo fulani lahu hukmu maitatihi, hiyo kiungo pia nayo iko na hukmu ya maiti yake. Ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam, bila alivosema mtume sallallahu alayhi wasallama, ma quti'a min bahimatin wa hiya hayya fa huwa maitatun. Ana mtume sallallahu alayhi wasallama anasema ya kuwa maqutia sehemu yoyote ambayo kwamba imekatwa kutokamana na mnyama na yule mnyama angali uhai, fa huwa maitatuhu, hiyo ni sawasawa na maiti ya yule mnyama. Ima ya kumi na mbili suru sibai ni makombo ya wanyama ambayo kwamba ni asibaini, wanyama wa misituni wadawab na wanyama ambao kwamba ni wenye ku interact na watu lakini alati la yukalu lahmuha, wanyama ambao kwamba wanaingiliana na watu lakini hawaliwi nyama zao. Hizi pia nayo, makombo yao yale ambao kwamba wamekunywa wakaibakisha, hiyo pia nayo hukumu yake ni najas, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallama wasalama, lamma suila anil ma yakunu fi falatin pale alipoulizwa kutokamana na maji ambayo kwamba iko katika sehemu ya nchi kavu, sehemu ambayo kwamba iko wazi hivi, min alardhi, kutokamana na ardhi. Wayanubuhu sibah, wanyama wanaitembelea sehemu kama pale, wanakunywa maji kama yale. Wadawab, na hawa wanyama ambazo kwamba wana interact na watu, pia nayo wanakuja wakawa ni wenye kukunywa maji kama hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akasema Idha kana almau qullatain, ikiwa hiyo maji ni mingi, lam yahmil alkhabath, hiyo maji hayatokuwa ni yenye kunajisika kwa kuwa hayo maji ni najasa. Na qullatain insha Allah tutakuja kuieleza katika bab alwudu, wakati ambapo kwamba tutaingia katika milango hii ya kutawadha i makombo ya wanyama kama haya, sehemu pengine umepeana punda yako maji maji kama yale ambayo kwamba punde umepeana punde imekunywa ikabakisha yale ambayo kwamba yamebakisha. Punda ni mnyama tunayetumia, lakini hatufai kukula nyama yake. chenye ambao kwamba punda kama yule anayebakisha, hukumu yake pia nay itakuwa ni najas. Hiyo maji hutofaa kuyatumia. Amma alhirra, amma paka, fasuruha tahir. makombo yake yale ambayo kwamba paka imebakisha hiyo itakuwa hiyo itakuwa ni tahara, li qawli nabi sallallahu alayhi wasallam wasallam, alivosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innaha laysat bi najasin hi, makombo ya paka sio najas, sababu innaha min atwafina alaykum. Paka saa zote mko na oh, oh, yeye nyinyi muna interact mnashea vitu mingi wanaweza wakakula katika vyombo vyenu, wanaweza wakalala pamoja na nyinyi, sababu ya interact mingi ambayo kwamba nyinyi mliokuwa nayo na yule paka, haitokuwa ni yenye kutahirisha chochote ambacho kwamba paka yule imegusa. Ima ya kumi na tatu lahmu malayi ukalu lahmu, hu nyama ya mnyama ambayo kwamba hailiwi nyama yake minalhayawan kutokamana na mnyama ambazo kwamba huanga tuna interact nayo, ama atu interact nayo na nyama yao pia nayo ni najas, kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama wasalama alivyosema. Anas anasema kwa kuwa asabna min lahmil humri, tulipata nyama ya punda, hizi punda za kinyumbani, yoma khaybar, siku ya vita ya Khaybar, Fanada rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza akasema, inna allaha wa rasuluhu, hakika mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake yanhakum, wana wakatazieni nyinyi an luhumil humur munakatazwa, mtume na Mungu wake wanawakataza nyinyi kutoka na nyama ya punda. Fa innaha rijisun, hiyo nyama yake ni rijis, ni uchafu, au najisun, ama ni najisi yenyewe. Tume, sallallahu alayhi wa sallam, akawa ni wenye kukataza masahaba wasiwe ni wenye kuitumia hiyo nyama, e, pun, nyama ya punda kwa kuwa ni najas, na chochote ambacho kwamba nyama ya punda imegusa itakuwa pia nayo ni najas. Pale paliyoguswa na nyama ya punda itakuwa ni lazima mtu aweze kuiosha sehemu kama pale. Na katika hadithi nyingine ambayo kwamba iliyopokewa Samah bin Aqwa, anasema qal lamma amsa

na sababu gani nyinyi munaiasha hizi moto? qal masahaba wakamwambia, qalu masahaba wakamwambia, ala lahmin, tunawasha kwa sababu ya nyama. Qala ala ayu lahmin, kwa sababu ya nyama gani tena? ala lahmil uh, humuril insia tunawasha hizi moto kwa sababu ya kuchoma zile nyama za punda za hizi manyumbani nyumbani, ambazo kwamba watu wanazitumia fakali, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahriquha, chomeni hizo nyama, waksiruha, na vyombo ambazo kwamba mmeitumia kupika na hizo nyama mwivunjevunje, fakala rajulun mtu mmoja katika sahaba akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah llah, ewe mtu Mwenyezi Mungu awa, nuhriquha tuichome, wa nughsiluha na tuioshe hizi vyombo badili ya kuivunja vunja. Qal, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema au dhak, hivyo pia naye mutaweza kuyafanya hizo Hizi ni najis ambazo kwamba ni mutafakun alaiha, ulamaa wamekubaliana kwa kukuja istidlali zake ya saraha ya waziwazi, ambazo kwamba yenye kujulikana. Lakini ziko najisi ambazo kwamba mukhtalifun fihi, ulamaa wametofautiana juu ya unajisi wake kama mfano damu ambayo kwamba inatoka katika mwili wa mwanadamu. Enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, masahaba walikuwa wana majeraha, zile majeraha zikawa zinatoka damu mingi, pamoja na hayo walikuwa wakiendelea kuswali kama Umar, pale ambapo kwamba yeye alidungwa akiwa yeye anaswalisha, aliendelea na ile swala yake pamoja na yakuwa damu inatoka. Ikhtilaf ilikuja sababu haikupatikana nafsi ambayo iko waziwazi ya kuweza kuisema kwa kuwa damu ni najis, ni najis, ndio ulamaa wametofautiana. Walqay na matapishi, walqayhu na matapishi, walqay mat uh, usa. walqayhu walqay usa pia nayo Ulama wao wametofautiana, wengine wanasema ni najis na wengine wanasema la, sio najis. walqahu na matapishi, wasadid na ile maji maji ambayo kwamba yenye kutoka katika kidonda, walhamr na pombe pia nayo walifrazat, na maji ambayo kwamba inayepatikana upande ya wa kina mama baada ya kupata ada yake siko maji ambazo kwamba baadaye ikawa ni yenye kufuata kwa muda siku kadhaa, hizo maji pia nazo ulama wameielezea kuwa wengine wanasema kukuwa ni najas, wengine pia nayo na akanasema la, haikupatikana nas ambayo kwamba iko waziwazi. Lakini pamoja na hayo, ni wajib kutu sisi ku anakta shakka bil yaqin, kuikata shakka kutokana na yaqini ni vyema hizi pia nazo ambazo kwamba ulama wameitafautiana juu ya unajisi wake, wewe uichukulia kana kwamba ni najisi kwako, ili kuweza kuondoshia naji ushaka yoyote, isiwe ni yenye kubaki kwako, wewe uwe ni mwenye kukaa wakati yoyote safi, insha Allah. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala tujalie min lladhina yastamiuna alqaula, katika darasa ambayo kwamba itakayokuja tutakuja kusoma kaifa taharunajasat hizi najisi ambazo kwamba tumezitaja tukasema ni najisi. Tutakuja kueleza kuwa vipi mtu atakuwa ni mwenye kutahirika na hizi, utahara wake mtu atatahirika namna gani? Ni kuosha tu mujaradi ya kuosha, ama iko namna ambayo kwamba inahitajika mtu kuweza ku, eh, kujitahirisha nayo, sababu najisi ziko mingi, zimegawanyika vigawanyo vingi, insha tutakuja kuyaeleza hayo wallahu